Uwanja wa michezo wa Nyamagana una uwezo wa kubeba watazamaji zaidi ya elfu ishirini lakini ni moja kati ya viwanja vya mpira vikubwa katika jiji la Mwanza. Good news ni kwamba tayari uwanja wa michezo wa Nyamagana umewekewa nyasi bandia ikiwa ni mkakati ambao umedumu kwa zaidi ya miaka miwili tangu mkakati huo upitishwa mwaka 2014. Halmashauri ya jiji la Mwanza kwa kushirikiana na shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na shirikisho la soka Tanzania TFF ndio wamewezesha mpango huo. Halmashauri ya jiji la Mwanza imetoa kiasi cha shilingi milioni mia mbili, TFF milioni mia moja, huku FIFA wakitoa kiasi cha dola laki 5 ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni moja za Tanzania. Hapo nyuma uwanja wa michezo wa Nyamagana ulikuwa ukitumiwa kwa michezo ya daraja la kwanza pamoja na daraja la pili. Inawezekana kuanzia mwaka 2017 tukaona baadhi ya mechi za ligi kuu katika uwanja wa Nyamagana baada ya kuwekewa nyasi bandia.